Kuna jambo naomba nilizungumze ni kwa kifupi, ikiwa wakati utatosha. Mmeshindwa kusubiri kwa sababu ni jambo la kera sana. Kuna klipu yaenezwa ya mufti wa mumbe tayari. Katika ile klipu, uliza baina yetu sisi na masahaba ni nani ambao

kuliko Saad ibn Muadh, kuliko Muadh bin Jabal, kuliko wote hawa maswahaba na wengineo radhiyallahu anhum. Wasema sisi twampenda zaidi mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko wao waoiahum. Je, alompenda mtume sallallahu alayhi wasallam? Lakini mimi niulize swala sisi na maswahaba tumpenda mtume zaidi nyani? sisi na maswahaba tumpendaye mtume? Sikizeni hili swala, sisi na maswahaba tunaompenda mtume zaidi nani? Ni sisi. Nitakupa andiko chembecho mazinge mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa siku moja aliwaambia maswahaba simesema kumsikiza mtume aliwaambia maswahaba, wa shauka ila ikhwani, natamani kuwaona ndugu zangu. Yani mtume ametamani kutuona sisi tu kwa ajili ya maulidi. Jamani, yani mmefikia daraja hii kwa ajili ya maulidi. Kisha akasema, na dalili yeye juu ya hilo, akatoa dalili

Hawa wamebadilisha hii dini baada ya wewe kuondoka, hawakutosheka na vile ulivyowafundisha wewe masahaba wako na vile ulivyokuwa, wakazua maulidi, wakazua hitima, wakazua mazefea wanaoyafanya, wakazua mazamuni. Sasa hivi wengine wamezua ma kila mchi wanakivyake. Kuna mmoja asema sasa, hii ni too much, hii mpita mipaka, bendi ndani ya msikiti pale, kwenye kibla pale Jamaa amekaa pale na ngoma, mwingine na firimbi, mwingine na bendi, kisha aletwa mwimbaji aimbe. Afanya nini? Amsifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Sema sababu wao kama tusitoa, okay, msifu mtume sallallahu alaihi wasallam basi hivi. Alafu wana kikundi chao cha kucheza hao ndani ya msikiti, waikiwa nafasi, wengine wacheza pale na wengine waimba na wengine wapiga ngoma za kila aina mpaka kufikia kiwango hiki huku sikubadilisha dini, kwa Mtume wasalama atawaambia suhqan suhqan, ay bu'dan bu'dan. Sasa yeye asema Mtume wasalama aliposema, ikhwani, wale ndugu zangu wale, natamani kuwaona. Masahaba wakamuliza, na sisi kwani si ndugu zako? Faqala antum ashabi, nyinyi masahaba wangu kwao kwa kusema hivi ni kama wale wanaokuja baada yao watakuwa ni wabora. Je, ni kweli? Ni kweli hilo? Mimi nitaka nisome maneno ya Imam al-Baji rahimahullahu taala asema akiieleza hii hadithi, na hii ndio shida yenu makhurafi nyinyi, mwatakamfahamu hadithi kwa fahamu zenu gonjwa, hamtaki kurudi ku, kuangalia wanaovyoni wasema nini. Sasa, kwa sababu ya fahamu zenu ugonjwa nyinyi, maanake haya maneno aliyoyazungumza Mashia watayafurahia sana, maanake siku zote wao ndio wafanya intiqas kwa masahaba. Kuna upungufu na dosari uliowatia masahaba zaidi ya kusema wao wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko Abubakar? Wewe kuna upungufu uliowatia masahaba kama kusema kwa wewe wampenda mtume kuliko Omar na Uthman na Ali na wengineo katika masahaba radhiallahu anhum. Jamani, kuna mambo, hebu pimeni nyinyi.

lakini alipowaambia antum ashabi, ni kuwa amewatajia martaba ya juu zaidi, kuwa nyinyi si ndugu zangu tu, nyinyi ni ndugu zangu na pale pale nini, ni masahaba wangu. Fa haulai ikhwatun sahaba, hawa masahaba wa Mtume aa salam ni ndugu zake na ni masahaba walladhina lam yatuu, na wale ambao bado hawajaja, yani watakuja baadaye. Ikhwatun laysu bi sahaba, ni ndugu zake lakini si masahaba

Kwayo daraja ya masahaba iko juu kuwa wao ni ndugu zake mtume awa sallam na wao ni masahaba. Sasa huyu bwana atoa andiko hili kuthibitisha kuwa wale wanaopiga kitwari wakikatika wale a na na viuno na mabega ni wabora zaidi katika kumpenda mtume a sallam kuliko masahaba sallala jamaa, namna hii ndio sisi. Wauliza salama, jamaa, mko salama huko?

yoyote kwangu mimi nayempenda zaidi kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hakuna ambaye nilikuwa nikimuadhimisha kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Msikiliza mazuri zaidi, asema wa ma kuntu utiqu an amlaa aynaya minhu ijlalan lahu, ilikuwa siwezi kujaza macho yangu ni kumtizama Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka nikashiba, Namna nilivyokuwa nikimuadhimisha Mtume s sallam, siwezi kumwangalia hivi kwa muda mrefu. Walau suiltu an asifahu ma ataktu, na lau kama ningeliambiwa mimi nimueleze alikuwa vipi Mtume sallam, ningeshindwa. Kwa nini? Lianni lam akun amlau ainaya minhu, kwa sababu ilikuwa sijazi macho yangu kumtizama Mtume sallam, namna walivyomuadhimisha na kumpenda Mtume sallam Haja Khurafi bwana Khurafi apija kitwari kama mwehu, ati huyo atakuwa mpenda mtume saw sallam kuliko hawa? Haiwezekani kabisa. Ukitizama masahaba na namna walivyokuwa wakimpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, utashangaa. Wa wallahi, na namadhi ziko nyingi sana, nyingi sana sana namna masahaba walivyokuwa wakimpenda mtume sallallahu alaihi wasallam pale katika fathu Makka, Al-Abbas alikuja na Abu Sufian radiyallahu anhu sallallahu sallam, al kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ili asilimu, alikuwa haja silimu, alivyokuwa yuwaja naye

kumfurahisha zaidi, apendelea zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko kusilimu kwa baba yangu mzazi. lao kama angesilimu au singesilimu kufikia hali hii, bwana, wakimpenda mtume kiasi hiki. Na hii ni baadhi ya namadhi tu, mifano jamani, tuwaambie ni kila siku hawa makhurafi watawapoteza. Alafu bwana umpate mtu kama huyu na wenzake etu wawaelekea watu wa Sunna wale hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi uffil lakum lau kama leo kungesimama kisawasawa alama za kuonyesha kumpenda mtume wa sallam watu wangeona fedheha mtakazozipata, na yatosheleza, yatosheleza fedheha kuangalia nyinyi mlivyo. Na katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, ndevu mmezinyoa, wale mlionyoa mukazifanyia istizaa nguo kufupisha mukafanyia istihza, na mangapi katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo muamrishwa mwazikana na kuzikataa yote. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya bid'a mlizokuwa nazo. Mmeopokonywa utamu, ladha ya kufuata sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna tena ladha kule. Kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada.

Sasa hii aya akemea vikali Allah subhanahu wa taala wanaotanguliza chochote katika kukipenda pasi na Allah subhanahu wa taala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kisha mapenzi ya mtume salam yasiwe ibada, na sote twafahamu kuwa ikiwa mahaba ni ibada, basi tujue na masharti mangapi? Mawili. Lazima kuwe na ikhlas katika mahaba yako na lazima kuwe na nini? Na mutabaa umfuate mtume sa salam katika namna ya kumpenda. Sasa kinachowashangaza nyinyi hamkielewi ni kuwa ahlu sunna wamejidhibiti katika kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafunzo aliyowafunza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawakukubali kupiga kitwari na kucheza kama wehu. Hawakukubali hilo kama mwenda wazimu ukawa warukaruka ruka. Aa, hawakukubali ile. Kwa nini? Kwa sababu hakutufundisha hivyo Mtume a salama kumpenda, na lau kama ingelikuwa kuna kheri katika haya wangetutangulia nani? Wangetutangulia masahaba. Kwa sababu sisi kwetu sisi twaitakidi kuwa masahaba ni wabora kuliko sisi, kinyume na nyinyi. Mpaka sasa imefikia hali mwajiona mwampenda zaidi Mtume alayhi sallam kuliko Abu Bakar na Umar ah, nyinyi mmefika mbali huku kwetu, wasema mmefika kingi. Nyinyi mmefika kingi, mwenda mbele mkirudi nyuma. dini yenu mwaifanye mnavyotaka nyinyi, lakini sisi katika misingi ya itikadi yetu, al-Imamu Tahawi asema: wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wala nufarritu fi hubbi wahidin minhum, sisi tuwapenda masahaba Mtume sana, na tuitakidi kuwa ni wabora bora kuliko sisi, bali tuitakidi hakuna yoyote baada ya masahaba atakuwa ni mbora kuliko masahaba. Haiwezekani vile itakavyokuwa, lakini hatutupi mipaka katika kumpenda yoyote katika masahaba. wala natabarra min ahadin minhum wala hatujitengi na kujiweka mbali na yoyote katika masahaba, kisha tuwaambia hivi: wanubghidhu man yubghidhuhum wa bighairi alkhairi yadhkuruhum. Hii ni itikadi yetu tuiweka wazi. Tuwachukia kila wanaowachukia masahaba na wale wanaowataja kwa uovu masahaba, hawakuwataja kwa khairi

na ni unafiki na ni kutupa mipaka katika uovu. Hii ndio itikadi yetu sisi kwa masahaba, kuwa wao wako mbele yetu katika kila jambo. Hatuwezi kuwa hata siku moja sisi ni wabora, wala hatuwezi kuwakosea adabu waungwa na wale na wema wale, tukasema katika chochote kile chochote kile katika kheri kuwa sisi ni wabora kuliko wao. Na ndio maana hatufanyi maulidi kwa sababu tuliwatizama masahaba, tukuwaona hawakufanya. Lau kama ingelikuwa kheri wangetutangulia wao. Sisi hatusemi kama walivyosema makafiri, lau kana khairan ma sabakuna ilay, bali sisi tuasema lau kana khairan la sabakuna ilaihi. Lau kama makafiri walikuwa wakisema, lau kama hii ni kheri wasingetutangulia hawa katika hiyo kheri sisi twasema la, lau kama hii ni kheri, basi wangetutangulia masahaba, kwa sababu so, wao ni wabora kuliko sisi. Nikiwazungumza masahaba ni mada pana sana, naomba nisimamie hapa. Kile nilichokuwa na nakigusia ni kuwa mjue mwanzo elimu duni waliokuwa nayo makhurafi. Kwa hiyo msije hapo alama alfahama alquarilm basi na wao wakisifiwa afura hivi, kumbe mzuka hakuna kama yeye, hana lolote, anaojua la yarifu kumimbu. Lakini wanavyosifiana Allahu akbar! Alafu wakishakuwa wengi hivi, a wengi, mmoja asema, mwaona vile tuko wengi sisi, hamtufanyi chochote sisi. E, na nyinyi mwaona tulivyokuwa wachache sisi, hamtufanyi chochote anayeweza kutudhuru au kutunufaisha ni mmoja tu, Allah jalla fi'ala. Msiona ati mkiwa wengi, ati mwacheza ndio mtatishia ahlu sunna wanyamazi kwa ile batil linayoifanya. Wala halitakuwa hata siku moja, hata siku moja. Maquraish walikuwa wengi, wakawa wamtishia Mtume salama, kwa hilo Allah kab, sayuhzamu ljamu wa yuwalluna dubur

Yule shetani akiisikia adhana hukimbia, huku apija mizinga ya mashuzi. Kwa nini asisikie ile haki adhana? Na huu huu mfano ni wa mahurafi na mashia na wengineo katika watu wa bidaa. Sunna zikiingia katika mji, zile bid'a za kimbia huku zapiga mashuzi makubwa, hizo zishapotea. Na hivi ndivyo ilivyo, na nijue watu wa sunna wasiwawache hao watu

yeye katika mkono wetu, lakini tuamini mmoja wawili, wakisikia ile haki ya Allah, akiwatakia heri atawapa taufiki ya kuifuata ile haki. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaykum barakallahu fiikum. Hii ni Wajawema Online TV. Online TV. Hapa ni elimu tu.